Na mtazamaji wa Trend TV, ebwana, kama hii issue ilikupita, ni kwamba Manara aliamua kumjibu Mwijaku kwa sababu Mwijaku tunafahamu kwamba amekuwa akimwandama Manara kwa muda mrefu kidogo, akiwa anamzungumzia kuhusiana na tukio alivyoachana na Zailisa, na ndio kuna zile audio ambazo zilivuja ambapo Manara alisikika akiwa anasema baadhi ya matajiri hapa town na mambo mengine kibao. Ni kwamba Mwijaku amekuwa akimshikilia bango Manara on a daily basis, akiwa anamzungumzia in a very negative way. Sasa kitu ambacho kimekuja ku happen bwana ni kwamba eh, Manara bwana amemjibu, na kwanza kabisa amedondosha kwanza cash kwenda kwa Mwijaku akisema kwamba kwani ni kila Si anamzungumzia kwa yeye, kwa nini asi anazungumzia shepu yake, akidai ya kwamba Mwijaku ni mwanaume pekee hapa Tanzania au Dar es Salaam hii mwenye shepu ya namna ile, yaani yuko na mkalio <tipatikana> ya so Manara bwana ameonyesha kwamba hakupendezwa kabisa na inshu ya Mwijaku kumzungumzia kupitiliza, lakini pia kuishia hapo, akaenda mbali zaidi akaweka wazi kwamba hata nyumba gorofa ambalo Mwijaku analoishi. Maana kitu kingine ambacho Mwijaku amekuwa akimsema haji Manara, ni kwamba anadai kwamba Manara amechelewa sana kujenga yani, ilitakiwa ajenge kitambo. Sasa hivi umri ki wake umeenda, ndo anaanza kujenga ile ghorofa ambalo Mwijaku analoishi bwana pale na mkewe, lile ghorofa amejengewa mkewe na mtu mwingine. Umeona bwana, so hicho ndicho alichokizungumza Manara umeona, hapa kuna peji mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna peji wameandika kwamba Manara amemrarua Mwijaku mbaya mno, nitaanza kuzungumzia nitaanza kumzungumzia shepu yake. Haji Manara ameamua kutoa kumtolea uvivu Mwijaku, kisa amekuwa akimzungumzia vibaya daily mtandaoni. Haji Manara ameshangaa shepu ya Mwijaku, amemfananisha na Kajala au Poshikwini lakini ya kuishia hapo ni kwamba akaelezea pia kuhusiana na inshu ya kujenga lile ghorofa bwana. Kumbe kwa mujibu wa Manara anadai kwamba Mwijaku sio mzima, hayuko sawa. Alifanya mambo ya ajabu sana. Maka ameenda Maka, alafu akaanza kunyanyua miguu na kubinua ae, kalio umeona akiwa anasema hala wakati pale ni Maka, mji mtukufu mbele ya Alkaba na vitu vingine kama hivyo. So, Manara bwana amezungumzia vitu vingi sana kuhusiana na issue ya Mwijaku mara tu baada ya Mwijaku kumsema vibaya. So, ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, tutakwenda tukisoma na ku-reply kila comment. Unakubaliana na vitu ambavyo Manara amevizungumza au unavipinga eh? Tutakwenda tukisoma na ku-reply na subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.